Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua laini mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia 70 kupiga simu ndani na nje ya nchi, intaneti yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima, dakika 420 kupiga simu mitandao yote ah. Moja katika ubora. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii Dk Aloyce Nzuki amesema ipo haja kwa Mamlaka ya Bandari kuharakisha ujenzi wa miundombinu ili kuhamasisha meli nyingi za kitalii kuja nchini. Dk Nzuki ameasema hayo wakati wa mapokezi ya meli ya kitalii ya Silver Whisper iliyowasili katika bandari ya Dar es Salaam ikiwa na watalii 333. Amesema miundombinu ya bandari ikiwa ni nzuri kwa meli hizo, watalii wengi watakuja nchini na kuongeza kasi ya utalii wa meli. Na vizuri kwamba kuna katika upanuzi wa bandari sasa unaoendelea, patakuwa na gati mahususi na patakuwa na jengo mahususi kwa ajili ya kupokea watalii wanaokuja kwa meli. Hili ni soko maarufu sana, kwa sababu ukipata watalii elfu uh, moja kwa wiki, ambayo inawezekana kwa sababu waandaaji wa meli wanatuambia tukiweza kuweka gati mahususi, wataiweka Tanzania katika ratiba, wataiweka Dar es Salaam katika ratiba ya meli za kuja hapa kila wiki. Kumbuka sio kampuni moja peke yake yenye ya meli. Kwa hiyo kutakuwa kuna meli zinakutana hapa kwa wastani hata mbili, wakati mwingine hata tatu kwa wiki. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana ya kuwekeza kwenye utalii wa meli kwa sababu wa, wa, watalii watakaoshuka hapa wataweza kwenda maeneo mbalimbali. Wakienda maeneo mbalimbali nchini, wanaenda kutumia pesa. Kwa hiyo wananchi wetu wanaouza uh, kwa mfano vifaa vya uh, sanaa za mikono, mikeka, vinyago na nini, watapata pesa, maduka, baadhi ya maduka watapata pesa, na vyombo vya usafiri watapata pesa, kwa hiyo ni pesa inayoingia zaidi kwenye uchumi na siyo mamlaka ya bandari. Mamlaka ya bandari inapata pesa za kawaida kwa sababu meli za kitalii hazifaidishi sana mamlaka ya bandari, lakini faida yake kubwa iko kwenye uchumi. Na ndio sababu wenzetu umabu. Aina ya watalii wanaokuja kwenye utalii wa meli ni wale ambao wenye umri ulioende, ulio, en, uh, wenye umri mkubwa miaka sitini na kuendelea. Hapa leo nina imani mmeona uh, watalii hao walioshuka na ambao mnawaona huko kwenye meli umri wao kidogo umekwenda. Sasa kuna changamoto, kama hakuna mazingira mazuri ya miundombinu, si wengi wataweza kushuka kwa sababu wengine wanatumia wheelchair. Mtakuwa mmezunguka, mmeona wengine wanatumia wheelchair. sasa wale wanahitaji mazingira mazuri miundombinu mizuri isiyokuwa na makontena isiyokuwa na vyuma vya kuruka isiyokuwa na nini. Wanahitaji miundombinu mizuri. Kwa hiyo kati ya watalii ambao hawajaweza kushuka leo, utawaona ni wale ambao wanatembelea wanatembelea wheelchair, wengine wanahitaji fimbo za kutembelea. Kwa hiyo tunahitaji kuweka miundombinu vizuri vizuri, ili kusudi biashara hii iweze kushamiri. Hoja ya ukosefu wa miundombinu imegusiwa pia na Hapi Richard ambaye ni meneja wa kampuni ya kusafirisha watalii ya Akon. mvuto wa kitalii kidogo, kwa sababu unaona hapa kuna watu hawawezi kutembea, wako ndani ya meli, kutokana na kwamba hatuna ile wheelchair na nini wanashindwa kushuka. Kwa hiyo Tanzania anashindwa kufaidika na huu utalii kidogo, wakibaki ndani wanabaki na hela yao, na nchi pia ina, kwa namna moja au nyingine, mapato yatapungua kidogo lakini wakitoka lazima watatumia huduma za ndani ya nchi na pia kuongeza vivutio vya utalii. Kwa kweli, Dar es Salaam, Zanzibar viko vingi. Kwa hiyo mwenyekiti wa bodi amekubali kwamba ni swala litaongelewa la kuongeza vivutio, kuiweka bandari iwe la mvuto, kuepusha haya makontena mait yanayopita kila saa, ili waweze kupita vizuri. Mkurugenzi wa bodi ya utalii Tanzania TTB Devota Mdachi ameeleza kwa kina kuhusu ugeni huo na kutoa wito kwa wafanyabiashara. Waliokuja na uh, boti kubwa ya Silver Whispers wamewasili leo asubuhi na wanategemea kutembelea baadhi ya vivutio ambavyo viko hapa Dar es Salaam ikiwa pamoja na uh, kituo cha Tingatinga ambacho kiko Oyster Bay lakini pia watatembelea makumbusho ya taifa. Uh, tunategemea pia kuna baadhi ya wageni hao leo wameondoka kwa boti kwenda Zanzibar. Na wengine waliobakia wataelekea Zanzibar kesho mchana. Naye Bernadette Di Pietro akaeleza furaha yake ya kutembelea Tanzania.